Asante sana mwandishi. Mbona anaondoka sasa? Akusia nimjibu yule, sawa. Twende mwana, mshabiki wa Yanga aliondoka mwanachama, anaozungumzia kwamba mchezaji yoyote ndani ya Tanzania akiambiwa tu kuna Yanga Mbio anakimbia e, akimbilia kwenda sajili Yanga maana yeah, yake kwamba hakuna mchezaji yoyote ambaye yeye anaweza akaikataa Yanga, yeah. Kwanza naanza kumzungumza Yusuf Kagoma yeah, hakukuwa sintofahamu baina ya Yanga na Yusuf Kagoma na Singida ile ilikuwepo? Je yeah, anaelezaje kwamba yeye kila mchezaji anotakiwa na Yanga basi anakimbilia mbio? Yusuf Kagoma hajakimbia Yanga, na kwanza namjibu swali lake au swali lake usema kwamba mchezaji yeah. Au, swali lake, usema, hilo la kwanza jambo, yeah. La pili alilozungumza kwamba sijui Simba wao, uh, masuala ya performance uwanjani yeah. Simba yeah. Sisi tuna taratibu zetu za uendeshaji wa timu kama unavyoiona mwaka wa jana tulipoanzia na tulipomalizia na mwaka huu hali kadhalika, vile vile. Kwa mtu yoyote ambaye yeye anashakashaka na Simba kweli, anaweza kazungumza mingi, anaweza kafikiria mingi sana, lakini kwa sisi wanasimba ambao tuna imani na timu yetu, tulipoanzia na tutakapomalizia, tuna uhakika kabisa mwaka huu tutafanya vizuri kuliko na hata hao wanaosema kwamba miaka kumi ndio tutachukua ubingwa. Sisi mwaka huu tumedhamiria kuchukua ubingwa, na ile wanaodai kwamba wametufunga sisi mara sita, mara ngapi, mara ngapi, ile sio kwamba wanatufunga kwamba wanajua sana mpira wao, wanatufunga nje ya uwanja Waambie sasa hivi upo kileleni, wanatufunga nje ya uwanja nitakujibu mecha ya mwisho, ngao ya jamii ya juzi, ngao ya jamii ya juzi, lile goli mliotufunga lile sio goli. Kwanza ilikuwa yeah. na mambo mawili kulikuwa na offside yeah. na pili, kulikuwa na faulu. Utulia ah, kulikuwa na faulu, lakini marefalii kwanza mwamuzi wa pembeni na wa kati yeah.

Tulia, ulipewa maik kaikataa, ulipewa maik kaikataa. goli goli lile sio goli, goli kuna ofsaidi na faulu na video zinaonekana na, na watu wamepaza sauti sana na mpira wetu. Tulia kwanza, tuendelee mpira wetu. Kama utaendelea hivi ndani ya Tanzania, ligi ya Tanzania itashika itashuka mmekufunga mara, narejea naru, tena narejea tena, mechi mechi ya tarehe zile za nyuma, mechi ya mwisho mwaka jana, msimu uliopita mechi. Haiwezekani maswala ya, ya mpira yakaenda kupangwa, yakaenda kupangwa huko yalikuwa kupangwa huko kwamba tarehe fulani hivyo, si unajua, bodi ya ligi haiko kule kwa hiyo maelekezo ushafahamu, yule masaa mimi nisubiri anko, mechi ya Yanga na Mbeya City tuliona. Eh, nimeiona, nimeangalia, ni mechi ya namna gani ile mechi? Kwa kweli Yanga alizidiwa, yaani kiukweli kabisa Yanga alizidiwa, alizidiwa, na mimi nakumbuka kuna matukio mawili kwa mimi nazungumzia matukio mawili hayo, yalikuwa matukio ya wazi kabisa Yanga kupoteza ule mchezo. Hey, hey. Kwanza tukio moja, ile tukio lilikuwa penalty kabisa ya wazi, umeshafahamu, na ile lile tukio ilikuwa mchezaji wa Yanga apewe yes, red card kwa ile faulu ambayo ameifanya labda, lakini nani ambaye jina kidogo linanitoka yule mchezaji ah, ehe eh, ah, baka, baka. Aliyefanya ile faulu aliyompiga ile, ile katika sema mapaja ile teko eh, mara mbili umeshafahamu na tukio jingine tena ile ilikuwa ni ofsaidi ya wazi kabisa umeshafahamu, lile goli lile, lile goli lile ilikuwa ni ofsaidi hayo. <coughs> <coughs> matukio mawili ile mechi ilikuwa na goli la eh? goli la Yanga tulifunga nani eh?

Ile mechi kwa Yanga, ile mechi kwa Yanga yani ilimshinda kabisa. Ile mechi kwa Yanga ilimshinda kabisa. Kwa hiyo mimi ninachozungumza kwamba Yanga kwa mwaka huu hajaandae, hajaandae tunayo timu na waache sitatemeki, na waache yani watengeneze timu, waache propaganda kwa i Wacha propaganda kwa Simba waijenge timu yao wao. Walisema wao wana kocha mzuri, wana timu mzuri, wana wachezaji wazuri, wana viongozi wazuri, sindio? Umesahau wana wachezaji wazuri, lakini kuangalia angalia hiyo mechi, hata tatu bado katika ligi wanaanza kumrushia machupa mkojo kule kocha hatufai wanaimba kocha hatufai, mara hivi mechi moja mbili tu hizo. Umeshafahamu, sisi hatuko hivyo, sisi watu wa mpira, watu wa wenzetu, watu wa mashawira. Sasa nchi hii mimi nachoomba na kitu kimoja tu popote pale bodi yeah, eh, ah, yeah, po no. li, uh, li, ya ligi na TFF wanaposikiliza, ulatulia, nasemaje? bodi ya ligi popote pale walipo na TFF wajaribu kuitengeneza ligi ya Tanzania iwe na kwarti. Lakini kwa madudu haya ambayo yanaendelea, Yanga hii, Yanga wanaibeba haichukui ubingwa kwa sababu wanajua mpira nje ya uwanja, wajaribu kuweka sawa, kuweka fair, watu wacheze mpira h kwoja mpe ajaogeah. Kuna jambo moja nataka kulizungumza kwa soka letu la Tanzania. Ndio ndio, yaani huku sauti inaingia sisi Eh, ligi yetu ya Tanzania ina mapungufu makubwa. ndio ndio, wanakusikiliza huko TFF na bodi ya ligi yeah, kwa sababu mimi sidhani kama timu zetu hizi zina feri kwa sababu ya udhaifu, kuto kujua mpira wachezaji, kwamba wabovu nini, sidhani, au makocha hawana wasifu mzuri yeah, wa ufundishaji sidhani kwa mfano kama Azam tukichukulia hiyo Azam aliyozungumza, Azam na takriban miaka mingi tu, siwezi kuizungumza kwamba ni miaka mingapi, inaleta makocha wazuli, wachezaji wazuli. Kwa mfano kama miaka mitatu iliyopita, Azam ilisajili wachezaji wazuli kuliko Simba na Yanga, lakini wale wote waliferi, wakaachwa na makocha wakatimuliwa. Sasa siwezi kusema kwamba Azam inaferi eti kwa sababu kwamba makocha waliokuja Azam ni wabaya wachezaji ni wabaya lahasha, ila mifumo iliyopo ndani ya ligi yetu kwa, kwa vile vyombo vinavyoongoza ligi yetu kuna mifumo kandamizi. Azam ni timu kubwa kiuwezo wa uchumi na kila kitu tukiachana na uchumi wa wanachama na mashabiki lakini angali, angalia miaka hii yote takriban, nani Azam, tenge mingia madarakani, kuanza kushiriki ligi kuu, imechukua ubingwa mara moja na inasajili wachezaji wazuri kiasi kwamba wachezaji wa Simba, hakuna wachezaji wazuri kama Azam. Yanga, hakuna wachezaji wazuri kama Azam, hakuna kocha mzuri kama wa Azam. Lakini na, kwa sababu gani? Kwa sababu ya mifumo ya ligi yetu sio mizuri iniangalia, yani ni ligi ambayo kama inapelekwa kidogo tofauti na masala ya mpira. Mpira wacheni uchezwe, anaocheza vizuri ashinde, lakini kukuwepo na mambo mengine nyuma ya nyuma ya pichi. Ligi yetu miaka yote itakuwa Simba na Yanga ndo tunaziangalia katika. Sasa inawezekana kwamba Simba na Yanga zikawa na udhaifu wa uwezo wa wachezaji na makocha u lakini kwa sababu ya siasa yetu ya Tanzania ya kimpira, tukashuhudia Azam anatoka Simba na Yanga zinafanya vizuri zinaenda. Mimi ninachoomba kitu kimoja tu kwamba huko wanakosikia, bodi ya ligi na TFF, wajirekebishe kwa hili, waache mpira wa Tanzania uchezwe, mpira uchezwe. Ah, mimi na mimi naitwa Komori Ali na nafikiri ni Mnyama Lunyasi, nasema kwamba kuna mambo kuna mambo mawili haya, mimi naomba kuya hizi hizi hizi nini ile mi, mihimili miwili, bodi ya ligi na TFF wajitahidi, hizi kanuni kama ameamua kuzifuatilia sasa hivi, basi na hili walifanyie kazi, swala kwamba linapoingia masala ya mpira halafu tu mechi labda ghairishwa, anasema kuna simu imetoka juu huko. Hili nalo liangaliwe, kwa sababu linakuja kuua kabisa ladha ya mpira wa Tanzania. Hizi simu simu hizi za kutokatoka huko juu, wajaribu kuzikrashi wa wache, waache kanuni na utaratibu wa mpira ufanyike, kwa sababu leo hii mechi nataka kuchezwa mechi naghairishwa, watu washagharibu magharama chungu mzima, watoka mpaka nje ya nchi waja hapa hajacheza kuangalia mpira. Kaambiwa, kuna simu imepigwa kutoka juu huko, mechi hamna. Hili TFF na bodi ya ligi wajirekebishe kwa hili, wanaharibu ladha ya mpira wa Tanzania. Jingine tena vilevile nataka nizungumza, ni swala la kupokea pokea hizi timu zetu hizi pendwa mbili hizi, waja wageni kutoka huko basi kitimu fulani cha upande fulani chaenda pokea wale wageni, tawapeleka chochi huko chaka kwa ajili timu fulani jirani yake apoteze ile mechi kwa kweli, hili nalo vilevile vile. Sisi kama upande wa Simba na upande wa Yanga tujirekebishe, hili tatizo la kupokea pokea wageni tuliache, tuliache ili, sisi wenyewe ndani ya nchi katika ligi yetu tukitaka kufanyana figisu tukitaka kufanyana nini sisi, lakini napoingia kimataifa tuache kupokeapokea wageni hao. tu mimi nilikuwa ni hilo tu. Kuna haya majiko jamani, ni mazuri sana, yanatumia mafuta kama hivyo, unaweka kidogo tu, unapika chochote na unaweza kupikia popote kwa sababu hayatoi moshi wala hayaachi masizi kwenye sufuria. Sehemu yoyote unaweza kaweka na ukapikia yako, ya pleti mbili na pleti moja